Nina naitwa John Donati Nginga mwenyeji wa Morogoro Kilombero. UCDP nimewafahamu kupitia rafiki yangu mmoja naitwa Anthony, ambaye ambayo nilikuwa nilikuwa nikiona akiposti kwenye mitandao ya kijamii. Nilihitaji kupata taarifa zaidi, ndipo nilipowafahamu UCDP kweli. Kuhusiana na maombi, ilianza kwenye mwezi wa tatu, tarehe za katikati, na nimekuja kumaliza mpaka anakaribia kusafiri kwenye tarehe ta, ta, tatu hivi mechukua kama wiki tatu hivi, yaani mwezi haujaisha, ya ni mda mfupi sana ambao osesi mechukua, ukianza na interview kwanza ya written interview. Baada ya hapo, tukafanya interview ya pili ya kuzungumza, oral interview. Baada ya hapo, tukapata mkataba, tukasaini, tukasubiria ishu zingine kama visa kusiana na, na tiketi za kuondoka. Kufikia sasa mambo yamekamilika yote. Kwa kweli, vijana nawashauri waje UCDP, fursa bado ni nyingi na hawajachelewa, fursa bado ni nyingi sana. Japokuwa nadhani watu wengi ni scammers, lakini sio kwa UCDP ni sehemu ya uhakika, nafika kabisa usini kwao, shughuli zote mnamalizia hapo, kwa mambo yote yanaenda yani yanaenda mzuri mpaka unakuja kumaliza. Ah, kwa kweli natoa shukrani za dhati sana kwa UCDP. Shukuru sana kwa kupata hii fursa, na pia napenda kualika vijana wenzangu wasipuuze; wanapoona video hii, wapige hatua, wafikie UCDP kuulizia utaratibu jinsi unavyoenda, ili waweze kupata fursa na wao.